Mwezi wa 11 mwaka huu 2024, tumeshuhudia historia nyingine ikiandikwa na Watanzania mara baada ya treni ile ya EMU kwa maana ya electrical multiple unity ikianza kazi rasmi kutoka Dodoma kuelekea Dar es Salaam na Dar es Salaam kuelekea Dodoma. Na leo hii mtazamaji, tunaye mhandisi Christopher John ambaye ni mhandisi wa masafa kutoka hapa TCRA, atakwenda kutuelezea kwanza masafa ni nini? Lakini ni kwa namna gani tumeyapeleka katika usafiri wa SGR ya. Tunapozungumzia masafa, tunamaanisha kwamba masafa ni rasilimali ambayo huwa inatumika kwa ajili ya kuchukua taarifa kutoka sehemu moja ya kwenda nyingine katika mawasiliano ambayo hayatumii waya, tunasema ni wireless communication. Kwa hiyo masafa ni kama kibebeo cha taarifa. Kama sehemu yetu ya wasimamizi wa masafa Tumetenga masafa maalum kwa ajili ya treni za mwendo kasi kama hizi, lakini hata treni zijazo miaka mia hamsini zijazo tumejaribu kuangalia fyuch na kwendaje na tumetenga masafa husu sawa. So, kwetu tumejipanga vizuri, tumejipanga kwa kuhakikisha kwamba hatumwangushi hatu mama